Lakini jingine ambalo ningependa kuwaeleza ndugu zangu, kama sehemu ya mafanikio tena makubwa ni e, u, u, skimu hii mpya uchangia ya uchangiaji wa hiari eh? Tunaita hifadhi skimu kwa wale waliojiajiri, hmm? Na labda niwaeleze ndugu zangu kwa ufupi kabisa kwamba maisha ya sasa hivi e, na kwa ujumla maisha ya binadamu e, ni vizuri akawa bora tangu alivyozaliwa anapofanya kazi na anapostaafu. Sasa maisha hayo yatakuwaje bora? Njia mojawapo ya kufanya maisha yawe bora ni kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii. Siku hizi wote ni mashuhuda kwamba tunapozeeka, kwa mfano ile mambo ya kutegemea watoto wakutunze au <laughs> watu wengine wa uwezo, hilo limekwisha eh? Hilo limekwisha. Njia pekee ambayo kwa kweli itakufanya uishi maishi comfortable ni kuwa na na na na na, na, na, na, na kinga ya hifadhi ya jamii. Eh? Sasa kwa niseme, haikuwa bahati nzuri kwamba kwa muda kwa mrefu sana hapa nchini Tanzania waliokuwa na kinga hifadhi ya jamii kwa maana ya kupata mafao haya muda mrefu walikuwa ni wale walioajiriwa eh, kwenye sekta binafsi na sekta eh, serikali eh. Kwa hiyo wenzetu wale eh, katika wao uweze kusikia hata siku moja mtu ametoka anaomba sijui eh, fedha za kutibiwa labda, anachangiwa kwa sababu amekosa pesa za kutibiwa au za kusomesha mtoto wake, kwa sababu anapomaliza kazi, anapoacha kazi, edha kwa kustaafu au kwa kupata ulemavu, anakuwa ana pensheni yake pale, kwa hiyo siku zote katika maisha yake ataishi maisha comfortable ha? Lakini kwa bahati mbaya niseme kwamba watanzania wengi hawajaajiriwa, watanzania wengi ni wale waliojiajiri. Sasa eh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliliona hilo na tangu alipoingia katika mambo ambayo alisisitiza ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanakuwa sehemu ya hifadhi ya jamii. Sasa hilo sisi tumelitekeleza. Huko nyuma lilikuwa halifanyi vizuri sana, lakini tumefanya survey kwa hawa waliojiajiri kuona ni kitu gani hasa wanahitaji na nini kitawavutia kujiunga kwa sababu kujiunga huku ni kwa hiari tofauti na kule kwa lazima. Na tumefanya kazi ile tumemaliza. Sasa skimu hii ya hifadhi imezinduliwa rasmi na tunapata wateja wengi. Kupitia skimu hii ya hifadhi ndugu zangu, ukistaafu, ukapata ajali, ukashindwa kufanya kazi, utapata mafao kama wale walioajiriwa Tanzania wenzetu wa Tanzania katika sekta rasmi na, na serikali wanafanya, wanapata. Kwa hiyo utapata pension ya uzeeni, ukipata ulemavu utapata, utapata pensheni ya ulemavu. Lakini pia kwa bahati mbaya kifariki, kifariki kama sasa hivi niliajiriwa, watoto wako wataendelea kusoma shule zile zile ambazo walikuwa wanasoma kwa sababu kuna una pensheni anayopata kutoka eh, NSSF kupitia uchangiaji wa hiari. Eh, mradi ule wa daraja la Kigamboni ulijengwa na NSSF kwa kushirikiana na serikali. Kwa hiyo na, na makubaliano yalikuwa ni kwamba E, serikali e, itatoa nafasi ya NSSF kutoza tozo kwa wananchi wa Kigamboni ili kurudisha fedha zake. Sasa mwananchi anapata vipi nafuu? Mwanzoni tozo zilikuwa kubwa kidogo na ambazo zilikuwa sio affordable. Mheshimiwa Rais alipita kule akalizungumzia, lakini sisi tukashirikiana na Wizara ya Ujenzi katika kupunguza tozo, na ndio maana tulizipunguza kwa kiasi kikubwa sana na, na siku hizi kuna ulipaji ule wa kutumia vifurushi kwa siku kwa wiki. Kwa hiyo ukiniuliza mwanisho wa Kigamboni anafaidikaje na mtozo, utasema anafaidika kwa sababu tumepata tumempunguzia kwa zaidi ya asilimia 80 hizo tozo ambazo alikuwa anatozwa na, na, na, na, na, na, na mwanzoni na, na hilo ni jambo la, la, la, la muhimu sana na, eh, kwamba kwa, e, kwa jinsi ambavyo tunakwenda hatutatumia muda mrefu sana kukaa pale. Mwisho wa siku serikali ikishaona e, tumerudisha fedha zetu ambazo tumewekeza na faida yetu, basi daraja lile linarudi kwa serikali na e, itakuwa ni maamuzi ya serikali sasa kuamua edha wananchi wapite free au otherwise yeah. Na ni wape assurance kwamba uwekezaji e, ule ni mzuri, samahani makusanyo <coughs> ya mapato pale yanaendelea vizuri Mwaka ule 21 pale tulikuwa tunakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 1.13 lakini sasa tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.89 kwa mwezi. In fact makusanyo yote pale tangu tuanze kufanya ile kazi ni zaidi ya bilioni 117. Kwa hiyo tunakwenda vizuri na, e, tulivyoanza serikali itakiwa kutoa e, fedha fulani ili kufidia pia gharama za e, daraja lile imetoa, na tunakwenda vizuri. Habari karibu Mtandahala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili ndiyo, Mwitandao Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabala na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali mbali. kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen nchi za aina zote, kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali mbali feni za juu na feni za chini. Radio sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.